Baada ya kuwepo kwa sheria mpya kudhibiti mbegu za kiasili nchini N4, C2G. Sasa mashirika mbalimbali mbali ya kuwatetea wakulima yamejitokeza na kuwasilisha kesi mahakamani ya kupinga mswada huu, wakisema wengi wa wakulima nchini hutumia mbegu asili katika kilimo chao. It is Inspectors can be allowed to go to the farmers field, farmers houses, take seeds, take whatever they want because they feel like it. Therefore, to us, it's very important that, uh, this case is concluded and farmers are able to save their seeds and, uh, we can save our local varieties from extinction. Maafisa wakibaini kuwa sheria za kudhibiti mbegu na aina ya mimea inayopandwa na wakulima zinamkandamiza mkulima wa kawaida hivyo sababu kuu ya kutaka sera hizo kufanyiwa marekebisho the seed regulations of 2016 discriminately discriminate uh, against us what we call small holder farmers or small scale farmers whereby these particular provisions of the law make it illegal for small holder farmers to share seeds Wamesema sheria hii ilipendekezwa na baadhi ya wawekezaji wanaotaka kuuza mbegu zao kwa wakulima na kubaini kuwa pesa zinazohitajika kwa mkulima kusajilisha mbegu zake ni nyingi, hivyo zaweza kuwafanya wakulima kukata tamaa ya kuendeleza kilimo wakulima hao wakiwa na matumaini ya kupata haki na kuendelea na upanzi wa mbegu hizi asili. Maoni yangu kama mkulima, kwa niaba ya wakulima uh, hii kesi tutashinda. Tuna hakika tutashinda, kwa sababu sisi wakulima ndio wenye mbegu na tuna haki ya kutetea mbegu zetu. Isaac Musyoka, Undugu TV.